Nimekaa kino kin mwanaaawezi kuwa we, sitaki kuniambia unajua, maeneo yetu kidogo changamoto changamoto. Mi najua najua, unajua huku kwetu kidogo network iko chini sana lakini ni kwa sababu tu kulipigia simu <tipenu> ah, usijali kusi hoteli sinajua. Mi ni mtu wa watu, mtu wa watu, mtu wa watu sana, kwa kwa hiyo <tipenu> Kwani kuna kitu gani kinachoendelea? Mbona sielewi hapa? Mm, nahisi kama kuna mchezo wa drama hapa Melissa. Mbona kwaa, uko serious? Mi rafiki yako? Tangu lini nikawa rafiki yako? Nini? Si leo tu tumetoka kuachana mimi na wewe, na umetoka kwangu, umeniambia unaenda nyumbani. Ina maana unanisariti na rafiki yangu Elisa. Aama zote vitu vote na akili. Ambaowaikua aausinishike nini? Yani haidi nanionesha kwamba wewe ni mwanamke malaya, ni mwanamke kuwa na usiulizika, kuwa na mwanaume mmoja. Leo unanigombanisha na rafiki yangu, kesho utanigombanisha na baba yangu. Sa, Saa? unaisi na nini mbele yangu ni nik Niache, niache. Sikia, nikwambie kitu kimoja, tabia ya mtu huwa ibadiliki. Jifunze kuheshimu mahusiano. Narudia, jifunze kuheshimu mahusiano.